baki na mabasi 30 ni kweli kwamba hayatoshi, lakini serikali yenu baada ya kuruhusu makampuni haya binafsi na kampuni moja kuleta mabasi 150 tumeona tuchukue mabasi 60 yaingie kwenye barabara hii, na yameanza leo. Na kwa kuanza leo, ilikuwa lazima tukamilishe mifumo ya gesi, kwa sababu mabasi haya yote yanatumia gesi na mabasi yanayokuja yote yatakuwa yanatumia gesi au umeme. Malengo yetu ni kuondoa kadhia hii ya barabara hii ya Kivukoni kwenda Kimara. Sasa hivi tutakuwa na jumla ya mabasi tisini, haya sitini mapya na yale thelathini ya bluu yatafanya mabasi tisini. Tunaamini eh, ugumu huu utapungua kwa kiasi kikubwa. Lakini makampuni mengine manne yaliyobaki yote analeta mabasi. Kwa hiyo kuanzia sasa, tutaanza tuta kupata mabasi mbalimbali mbali. Eh, ya makampuni hayo mbalimbali, ili idadi ya mabasi iweze kuongezeka. Ndugu wananchi, tumekuja kuona hali hii na kuwapa faraja kwamba kero hii tunaipunguza kwa kiasi kikubwa, na naomba mtuamini serikali kwamba tunafanya kazi hii ili kuondoa tatizo la usafiri hapa jijini kuingia kwa mabasi haya mia moja hamsini na kuyaingiza kwenye njia hii mabasi sitini pamoja na daladala za zamani thelathini 30 na kufanya tisini yatapunguza msongamano. Ni wasihi tu watu wote waingie kama ambavyo vituo hivi vimeratibiwa. Ingia kwenye geti, lipia, kaa huko, basi litaukuta na ingia kwa utaratibu. Hayo yaliyojitokeza haya, tuamini kuwa sasa yamekwisha na kuanzia leo, kama tulivyoanza vizuri, kuanzia asubuhi isimamiwe. Wewe Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa, kwa sababu usafiri huu ni wa jijini Dar es Salaam. Wakuu wako wa wilaya wanaoguswa na barabara hizi wasimamie vizuri, pamoja na taasisi yenyewe ya dati isimamie vizuri, ili tupunguze kero kwa wananchi. Jitihada hizi za serikali ni kwa ajili ya kuwafanya waweze kusafiri, wafike mahali pao kwa urahisi zaidi. Tunahitaji sasa Tanzania tuwe na usafiri kama ambavyo tumejifunza maeneo mengine, tujue basi limeandikwa namba moja, linaondoka kivukoni, sanga, linafika posta ya zamani, sanga, linafika pale kona Avalon, sanga, linafika Magomeni, sanga, muonyeshe na ratiba hiyo, ili mwananchi ajue saa fulani kuna basi tutaondoka mahali fulani na namba fulani, yes? Yeah? Tufike hapo tupelekeni huko. Wakati huu tumeshaboresha mifumo ya kielektroniki, hatuna sababu